na ziwa Tanganyika, ziwa Victoria, ziwa Nyasa ikutoshe. Si tuna mlango wa bahari ya Hindi? Ikutoshe. Mambo kama haya ambayo katika nchi zingine inatengenezwa ni ya kutengeneza, sisi tunayo ya asili. Niendelee kuwaomba Watanzania, kwanza tupende kutembelea vivutio vyetu katika nchi yetu, lakini pili, Watanzania wote tuweke mkakati wa, wa kuilinda nchi yetu tuweke mkakati wa kuitetea nchi yetu, tuweke mkakati wa kutokubali nchi yetu kuvurugwa kwa namna yoyote. Leo tumeweza kupata fursa sisi BAKWATA mkoa wa Mwanza na BAKWATA mkoa wa Simiyu kutembelea hapa mkoani Kagera, tumepata fursa ya kuja kuona maajabu haya na matukufu haya ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ni kuulize kingekuwa amani hakuna, tungewezaje kusafiri kutoka Mwanza kutoka Simiyu Bariadi kufika hapa Kagera? Amani imetufanya tufike. Furaha tuliyonayo leo ni kwa sababu ya amani. Ni kusihi wewe Mtanzania, ni kusihi wewe unanisikiliza, hakikisha mipaka ya Tanzania imebaki salama, hakikisha kwa pamoja tunavyoombea vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kuilinda nchi hii. Lakini tusisahau kumwombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu wa mbarikie na wote kwa magezo. Tumwomba Mwenyezi Mungu adumishe amani na utulivu wa nchi yetu. Lakini tusisahau kumwombea Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Bakar bin Zubair bin Ali Bwana Mujadidul Asr, ambaye kwa miongozo yake ndiye ametufanya hata sisi tuweze kutoka na kuonyesha mapenzi makubwa kwa nchi yetu.